Serikali serikali atakiwe, ina maana ikiona hata watoto huku mjini inabidi akamate warudishe kwa wadogo, bidewa kwa wazao, au wazao washtakiwe kwa serikali, ili wasifanye masuala haya ya kuachia watu wakiwa wadogo. Wale wanaochukua watoto waje wafanyie biashara, mimi kama mzazi naomba serikali wachukulie hatua. Sio hali ya mtoto akiwa ana miaka kumi kumi na moja anafanya biashara, namwonea huruma kwanza, kama yeye anajikimu vipi kuishi hapa mjini na taishi na nani? Ikiwa mtoto ni mdogo, naonea huruma kweli. Natokea Arusha Sariva, nilikuja huku kutokana na rafiki yangu ambaye aliniunganisha akaniambia kwamba kuna kazi, lakini nilikuwa sifahamu kama ni kazi gani. Aa, nilipofika huku nikakuta kazi yenyewe ni kuuza kahawa. Sema kweli, kazi hii ya mazingira yake sio rahisi kwa sababu kutokana na ujazoea kufanya kazi kama hizo ndio unaanza kutembea asubuhi saa kumi na moja saa nne na jua ndo hilo kali bado, tena jioni, na kweli kazi sio rahisi. Mi kazi ya kahawa inanufaisha ninapopata hii pesa hivi, kwa sababu napokea mshahara elfu hamsini simeona hiyo hapo, hiyo mi nichukue elfu kumi iliyobaki nitume nyumbani ili wapate na kuendelea endelea. Mona mimi ndo kinacho fanya mpaka mi nimekuja huko. Kilio cha wazazi tumesha kisikia. Halmashauri ya Jiji la Tanga imeshaendesha kampeni la kuokoa watoto wanaotumikishwa mitaani na mpaka sasa tumefanikiwa kupata watoto 66. Tunatoa rai kwa jamii itoe ushirikiano katika kuwabaini wanaowatumikisha watoto hawa na kutoa taarifa kwenye ofisi ya ustawi wa jamii ili tuweze kwenda kuwakamata na kuwachukulia hatua za kisheria kwa, kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Tunatoa rai kwa wazazi ambao wanawatoa watoto wao na kuwatumikisha kuwafanya kitega uchumi, kuacha tabia hiyo mara moja, kwa sababu pia ni, ni kosa kwa mujibu wa sheria cha sheria ya mtoto ya mwaka 2009 ambayo imefanyiwa mapitio mwaka 2019.